Na, mfuatiliaji na mtazamaji wa Snada Real TV, uhaligani? Bila shaka huo ni mzima wa afya njema. Mimi ni ripota wako mkuu John Hassan wa Snada Real TV, yangu na ni kukaribisha katika mahojiano yetu katika muda huu na sahi, usiwezi kufuatilia Snada Real TV katika mitandao yetu ya kijamii ambayo tunapatikana kwa Snada Real underscore TV Instagram. Facebook, YouTube, X na TikTok. Mimi ni John Hassan, reporter wako wa nguvu wa SNADA TV. Na leo nipo na mgeni tutafahamu majina yake atajitambulisha majina yake na kisha tutaendelea na mahojiano yetu. Karibu sana. sana. Ah, uh, asante sana, shikamoo. Uh, tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Karibu sana yashk Snada Real TV. Angetamani Karibu sana. sana. Um, ange uh, yako uh, uh, Kwa majina yangu naitwa Askofu Filimon Jacob Nyika. Naam. No. Ni askofu wa International Church mkoa wa Singida. Naam. lakini pia ni mwenyekiti wa jumuiya ya mavisiano na amani a mkoa Singida. Naam. Mm. Yes. Karibu sana, sana. Asante sana. Naam. mfuatiliaji wa Snada Real TV. Ah, nipo sasa na upako katika ofisi za Snada Real TV ama studio za Snada tudio TV hapa kuna upako wa kutosha. Nipo na Askofu Philemon Jacob Nyika. Ah, yeye ni mwenyekiti wa jumuiya ya maridhiano na amani mkoa wa Singida hakika. A, leo ni furaha, leo ni amani, leo ni baraka nyingi sana. Aa, karibu sana bila shaka shakaan uh, mbalimbali katika ofisi zetu katika studio za Snadareal TV hmm. Lakini umejitambulisha kwamba wewe ni mwenyekiti wa jumuiya ya maridhiano uh, na amani mkoa wa Singida hmm. Okay, karibu sana na unazungumzia vipi masuala uh, mbalimbali ya amani katika mkoa wa Singida? Nashukuru sana kama mm -hmm. nilivyojitambulisha kwamba ni mwenyekiti wa maliziana mkoa na kama ni mkoa wetu wa Singida, kwa kweli tunamshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu kwa vipindi hivi, mkoa wetu katika hali ya utulivu, na tunauona ushirikiano wa viongozi wa dini pamoja na taasisi mbalimbali, ambalo hivi basi limekuwa likifanywa sana na mkuu wetu wa mkoa. Okay. Na amekuwa kitunganisha lakini kwa uchumi mkoa wetu tunauona ukiwa katika hali ya utulivu <tokonikana> okay, shukrani sana. Na bila shaka, tunapozungumzia swala la amani katika mkoa wa Singida ni uhudi mbalimbali zinazofanywa na viongozi wa dini bila kusahau uongozi wa mkoa wa Singida chini ya mkubwa wa mkoa Halima Dendego ambaye ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Singida. Lakini mchango sasa wa wa viongozi wa dini katika uh, kuhakikisha swala la amani, ulinzi na usalama katika mkoa wa Singida ndio unaonaje? Nashukuru sana. E, kabla sijarudi kidogo kwenye mkoa wa Singida. Labda ni ni ni ni ni semeni kwa mkoa wa Mwanadamu ya Mariziano. Kizano inafanya kazi ikishirikisha viongozi wa dini mbalimbali mbali, pamoja na viongozi wa mila na desturi na viongozi wa taasisi mbalimbali sawa, kuanzia taifani na kutoka taifani, tumeona ushirikiano mkubwa na sisi kama imumariziano tumekuwa tukishirikiana hivyo. Lakini ukija kwenye mkoa wa Singida, kwa kweli tunamshukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa sababu tuna mkuu wa mkoa tofauti sana, ambayo amekuwa ni baraka kwetu. Kwanza anatambua mchango wa watu wengine katika kuleta maendeleo, kwana kuetushirikisha katika mikoa mbalimbali, na hasa tunapozungumzia amani, tunazungumzia chanzo kikuu cha maendeleo maana palipo na amani ndipo kuliko na maendeleo. Kwa mkuu wa mkoa ametunganisha viongozi wa dini zote wa taasisi mbalimbali, na tunazungumza amani pamoja na tunafanya maombi, maana tunamtegemea Mungu, tunaomba kwa pamoja. Kwa hiyo kwa kweli swala la amani katika mkoa wetu limekuwa ni kipaumbele. Kuna namna moja au nyingine e, inaweza kuzungumzwa haki au amani, inawezekana ni pasipo haki lakini sisi kama mkoa wa Singida hasa mimi kama wenye kitiwa maliziano ninaona kwamba tukitanguliza amani, hata kama kuna mtu mmoja wetu anataka haki fulani, lakini katika hiyo haki lazima atangulize kulinda nini amani. Maana yake unapotaka kupata haki fulani, ni vizuri ukaitafuta kwa njia ya amani. Unapolinda amani, basi hata yule unamwendea kenda kukupa haki basi kwa ni rahisi kwake kupokea kwa sababu umeenda kwa njia ya, ya na daret. Na nipo na mwenyekiti wa jumuiya ya maridhiano na amani uh, mkoa wa Singida lakini pia askofu wa kanisa la Evangelism Church of Tanzania uh, Askofu Philemon Jacob Nyika uh, adavua kwa kina mchango wa viongozi wa dini katika kuhakikisha amani inatawala katika mkoa wa Singida lakini hususan pia katika nchi ya Tanzania. Ametamka uh, uh, ametamka mchango o, o mkuu mko wa mkoa wa Singida katika kuwaunga mkono na namna ambavyo anashirikiana na viongozi wa dini mbalimbali mbali katika kuhakikisha ulinzi, usalama na amani vinatawala katika mkoa wa Singida lakini uh, kabla hatujaendelea mm. Kwa nini umezungumza kasema mkuu wa mkoa wa Singida ni kama kielelezo cha uongozi na dira bora katika kuhakikisha maendeleo yanakuja katika mkoa wa Singida. Nashukuru, nashukuru kwa ajili ya hilo, ingawa sijui sana kwa upande wa kazi za mkuu wa mkoa mm. Lakini katika eneo yetu ambayo tunao viongozi wa dini nimegundua kwamba mkuu wa mkoa ni mtu anayefikika, ni mtu anayefikika, mtu ambaye ukifika kwake na kusikiliza na mahali pa kushauriana, mnashauriana na anaweka kipaumbele sana kuweka nafasi ya Mungu kila wakati. Mkizungumza naye, unaona kabisa anaweka nafasi ya Mungu, wa Mungu atutangulia. Kwa hiyo tu, kwa upande wangu, namuona kwamba anafanya kazi kubwa ya kuita makundi yote na kukaa pamoja kuzungumza, na hatimaye kwa kweli tunaona amani kitawala katika mkoa wetu asin na, kwa sababu yeye ndiye kiongozi mkuu. Pengine asinge aliweza kulijua hili ingekuwa ni kazi kidogo, kwa sababu yeye mwenyewe kiongozi mkuu, na hili analifanya kwa spidi sana na analitambua. Tunaamini mkoa wetu katika hali salama na tutazidi kubariki tukiwa moja na mkoa mkoa. okay. okay. Asante mm. Shukran mm. na kio kama kiongozi wa dini lakini, mwenyekiti wa, wa, wa, wa dini, mm -hmm. lakini, um, jumuiya ya na amani katika mkoa wa Singida, uh, tumeona siku za nyuma ukihamasisha uh, kwamba mkutoa um, wito kwa jamii mm -hmm. kurudi Mungu na kumwomba Mungu ili aendelee tamalaki katika mkoa wakati wa Singida amani iwepo. Lakini pia hivi karibuni tumeona baraka mbalimbali zilizotokana na, na, na, na uteuzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mkoa wa Singida ye, ikiwemo uh, uteuzi wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Nguru Lamti Chemba bado tumeona pia uteuzi uh, wa naibu waziri wa wizara ya mipango na wekezaji Dr. Pius Chaya. Bado tumeona uteuzi wa balozi na mshauri wa rais katika masuala ya kidiplomasia Lazaro, balozi Lazaro Samueli Nyalani. Sasa hebu wewe unaonaje hapa mkoa wa Singida? Sasa ni kwa sababu uh, tunamuomba Mungu, ndio maana baraka hizi zimekuja kwa ujana kumwagika mkoa wetu wa Singida. Ni upendeleo wa kipekee kwetu Singida au? ah, wewe unaionaje kwa sababu baada ya teuzi hizo tuliona kwenye mtandao, tuliambiwa ukipongeza teuzi hizo, kumewapongeza walioteuliwa, ukimpongeza Rais Samia mm. Lakini wewe ni kiongozi wa dini umeona, na mwenyekiti wa jumuiya ya maridhiano na amani. Sasa umekuwa ukiakutuasa mwananchi pia kumtegemea Mungu, kama unakumbuka, ilikuwa mm. na maombi ya dosa katika Dar es Salaam, ah kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025, wao wanaona hali hali hiyo ah, kwanza kwa hali ilivyo, mm. ni jambo la kumshukuru Mungu, naam mm. jambo la kumshukuru Mungu mm. kwa ajili ya neema yake mm. aliyoiachilia katika mkoa wetu wa, wa Singida naam mm. Kwa kweli ni neema kubwa mkoa wa Singida pengine ungeweza kutazama kwa namna fulani ambayo, lakini sisi tunaiona kuna neema kubwa katika mkoa wa Singida ambayo Mungu ameachilia. Lakini kwa sababu pia tumegusa swala la ngazi ya juu ya taifa, kwa kweli mi ni binafsi nampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na katika mambo makuu matatu ambayo nayaona yako mengi ya, ya kumpongeza lakini mi seme haya matatu ambayo kwanza, kwa kweli yametugusa sana. Jambo la kwanza tunampongeza kwa ajili ya kazi inazozifanya ni kazi ambazo zinaonekana za kuifikia jamii yote. Lakini jambo la pili siku ya tarehe kumi na nne Novemba Mm, wakati akilihutubia bunge mm, kwa mara ya kwanza mm, bunge hili jipya mm, kwa kweli ilitugusa sana, hasa mimi niligusa kama kiongozi wa dini mm, aliposema wale vijana ambao waliingia katika mkumbo bila kufahamu mm, au bila kujitambua kwamba watangaza wasamehemu, lilikuwa ni jambo kubwa sana jambo ambalo liligusa mioyo ya wengi, jambo ambalo ni la kimungu. Hata kama kuna mwingine atalichelewesha, atalitafsiri tofauti, lakini sisi tunaamini huo ni moyo wa kimungu kabisa wa kuweza kusamehe. Hilo litubariki sana. Wakati tunabarikiwa na hilo, ndio ikaja sasa hii ya kutuona Singida, pia kwa uteuzi wa Mheshimiwa Dr Migulu na Kichemba kwa waziri mkuu kwa kweli ni ngazi ya juu sana kwenye taifa letu. Kwa hiyo tunamshukuru sana rais afanye mkubwa na sisi tumebarikiwa sana na watu wa Singida. Hilo jambo tulilipokea kwa mikono miwili kabisa kama ni baraka. Ye mwenyewe alivyofika hapa nyumbani alisema, ndugu zangu hizi nafasi. Sizi hesabu kwamba ni za kwangu binafsi na hesabu kwamba ni za mkoa nini wa Singida. Kwa hiyo ni jambo la baraka sana. Lakini kiangalia wazee wa Singida kiangalia Shukran sana mfuatiliaji wa Snada TV, baba askofu anazidi kutuambia kwamba mkoa wa Singida hakika ni kama hazina ya taifa la Tanzania, kwa sababu ndani ya mkoa wa Singida kuna viongozi wakubwa wa taifa la Tanzania ambao wametoka mkoa wa Singida. Kimshukulia waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Ula Kichemba lakini pia uh, yupo Balozi Lazaro Nalandu uh, na viongozi wengine wengi ambao asili yao ni Singida. Kwamba hakika baba askofu anatuambia kwamba hizi ni baraka za Mungu. Kiangalea kuna profesa Kitila Mkumbo waziri wa uh, wizara ya mipango na wawekezaji lakini kwa jima sofa uh, hakika mkoa wa Singida umefanyika baraka kama ambavyo amezungumza uh, baba askofu. Lakini sasa uh, nini wito wako kwa, kwa jamii kwa wananchi katika kuhakikisha kwamba taifa letu la Tanzania linakuwa na amani mshikamano umoja, kama kiongozi wa dini. Yeah. Wewe unatoa kizingatia kwamba Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan lakini uh, na waziri mkuu hivi karibuni wanaonekana huwakia wasihi na kuwaomba wananchi kuendelea kuilinda Tanzania, kuilinda amani ya Tanzania, kwa sababu uh, hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania kama ambavyo wanaposema katika majukwaa lakini uh, zaidi pia katika majukwaa lakini zaidi pia walivyokuja Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania dkt. Mwigulu Nchemba hapa kwa mkoani Singida, ziara ya kwanza kabisa, aliwaomba vijana wa Tanzania naishi kwa ujumla kuhakikisha unailinda amani ya Tanzania. Lakini wewe sasa, kama kiongozi wa na kiroho wa watitiwa ya majadiliano na amani ila mkoa wa Singida, nini wito wako kwa jamii? okay, okay. Nashukulu sana. Wito wangu kwa jamii, ningependa mm, kuwakumbusha kwamba sisi ni Watanzania. Yeah, si, si, Watanzania Watanzania, wa makabila mbalimbali, lakini Watanzania wa dini mbalimbali, lakini pia ni Watanzania wenye mitazamo tofauti tofauti ya, ya kisiasa mm lakini pamoja na hayo yote na mitazamo ya tofauti tofauti bado tutabaki sisi ni wa Tanzania. Tunaweza tukawa na majina mengi, lakini jina moja kubwa, sisi ni wa Tanzania. Na kama sisi ni wa Tanzania, basi ndio watu wa nchi hii ya Tanzania ambayo Mungu ametupa nchi nzuri, hatuna nchi nyingine. Kwa hiyo kila mtanzania ana wajibu wa kuilinda amani ya Tanzania. Kila mtanzania na wajibu wa kuilinda nchi yake. Kwa hiyo tunazidi kushauri kwa wote pamoja, watanzania wote na watu wa mkoa wa Singida kwamba tuzidi kudumisha na kuilinda amani. Kama nilivyosema mwanzoni, kama kuna mmoja wetu basi anataka apate haki, basi hiyo haki aitafuta kwa njia ya amani. Unapotaka kupata haki basi anza kuona kwamba na kwenda kutafuta haki basi niende kwa njia ya amani, ili kwamba hata yule unaomwendea au ni wewe unayekuja ni mtu wa amani, kwa hata haki kuipata utaipata kirahisi, kwa sababu unatanguliza jambo la amani. Lakini tuzidi kumtanguliza Mungu kwa kila jambo, na Mungu atazidi kutubariki. Asante sana. Okay, shukrani mfuatiliaji mfuatiliaji wa Snada Real TV. Baba askofu well. Anazidi kusisitiza uh, kuendelea kumtambuliza Mungu ili kuhakikisha taifa letu la Tanzania, mkoa wa Singida, wananchi kwa ujumla wanaendelea uh, kudumisha amani na mshikamano na upendo miongoni mwetu. Lakini uh, kabla hatujatamatisha, uh, nini rai yako sasa kwa vijana? Najua tuzungumzie uh, vijana Uh, namna ambavyo sisi tumekuwa na namna ambavyo nyinyi mmekuwa miaka hiyo na miaka hii ni tofauti. Namna ambavyo tunakuwa tunachukulia uh, mapokeo mbalimbali ni tofauti, na nyinyi enzi hizo mlivyokuwa mnapokea mapokeo hayo. Sasa uh, nini rai yako kwa vijana wa sasa hivi ukizingatia okay, kwamba wewe ni mwenyekiti wa jumuia ya maridhiano na amani lakini pia ni mm, kijana wa zamani tunaita, na vitu ambavyo umekuwa ukikaa na makundi mbalimbali, unakaa na vijana, unakaa na wazee, unakaa na kina mama, unakaa na walemavu, unakaa na viongozi wa kada mbalimbali, unakaa una una uh, na wanasiasa, lakini pia unakaa na viongozi wa kikabila, useme yes, na mii uh, ni neno lako, rai yako kwa vijana sasa, asekua kutosha Uh, neno langu kwa vijana kwa sababu nimekuwa nikiona kwamba vijana wanaingia kwenye mambo pasipo pasiokuyafanyia uchunguzi bila kukaa na kutafakari kwa kina kupata majibu. Wana wanajikuta wamechukua wa hatua mara yingine kimshabiki mambo mengi tu hata yakoa binasi. Shauri yangu kwa vijana ni vizuri kutumia um vizuri na hasa linapotokea jambo ni vizuri kutafakari. Vizuri kutafakari kwa kina kabla hujalianza. Nitafakari mkoa e, wetu na mambo mengi e baraka, kuna madini kuna kazi nyingi kuna kilimo cha mpunga kuna vitu vingi sana kwenye mkoa wetu. Sisi tunasifika kwa mafuta ya alizeti. Kuna vitu vingi sana na kazi nyingi vijana wetu wanaweza wakafanya na Mungu akawabariki. Hmm. Kwa hiyo kuzidi kukaa na kukimbilia Mungu kwa haraka, sio ni kama ni jambo sahihi. Kama kijana, wala ndio kusema sikia jambo na kutafuta jambo, kaa chini uyaandike litafakari. Maana kijana anatakiwa na maono. Uwe na maono. Mungu anasema kwamba vijana wata maono. Kwa vijana, lazima uwe na maono uyaandike, ufanye kazi zako kuliko kukimbilia vitu kwa haraka. Asante sana. Shukrani, okay. Ukiangalia uh, kizazi cha vijana kwa sasa hivi muda, um, mwingi ni tuseme ni kama vijana mtandaoni, tofauti na kipindi kile, lakini uh, ukipita kwenye mtandao mtandao unajaribu kuona kabisa kwa sasa hivi, kizazi cha sasa hivi wengi wanamiliki smartphone, wengi wanapenda kupeuzi na wengi wanapita katika mtandao mbalimbali ya kijamii. Uh, wengi wa shughuli zao katika uh, wengi wafanya biashara, wengine wanauza vitu mbalimbali kupitia mtandao wa kijamii. Sasa uh, nini sasa wewe unaweza kusema neno gani kupitia matumizi ya mtandao wa kijamii, labda ukizingatia kwamba uh, wewe ni mwenyekiti wa kamati ya maridhiano na amani? Sasa kwenye matumizi ya mtandao wa kijamii kwa vijana, watu mbalimbali na wananchi, wewe una In, okay kwenye matumizi ya, ya mitandao mm. Kwanza nianze kwamba kila wakati kuna vitu ambavyo no. ya mm. miaka yote vitu vinavyokuja kadri unavyopokea vina faida zake na vina athari zake. Mm. Lakini kwa kipindi cha miaka hivi karibuni, mambo ya mitandao yamekuwa na athari kubwa hasa kwa vijana kuingia kwenye mitandao ili kuiga kuna wanaofanya ili kujifunza, lakini unakuta wengi wanaingia ili kuiga, na kule kuiga basi tunaleta athari kubwa kwa vijana wetu. Kwa hiyo hilo mimi naliona hivyo na limekuwa na athari kubwa, na hasa mmonyoko wa maadili, imechangia sana mmonyoko wa maadili. Maadili yamekuwa yanashuka kwa kasi sana kutokana na mitandao, vile ilivyo mambo yanofanywa hayalindi hadhi ya uh, mila na desturi zinaachwa na hata mda mwingine watu wanaacha hata mafundisho ya dini. Kwa kijana wa, wa dini kabisa, anafanya mambo ya mbaya kwa nje na dini, nini kinafanya? Ni mambo ya mitandao, anaiga watu wa nchi zingine, na wengine wengine vile wanavyofanya. Kwa hiyo ina athari kubwa. Kwa hiyo ushauri wangu kwa vijana, hii mitandao tutumie vizuri, na vijana wananufaika, watulivu tulivu, wanafanya vitu vizuri kabisa, haiwathi. Lakini wengi wanaiga, kwa hiyo tutumie vizuri inahaa wewe okay. Um, hmm, uh, uh, ni miongoni mwa watumiaji wa mitandao mbalimbali. Ni kwa dunia ilivyo na wakati tuliofikia, hmm, ni lazima kupitia huko, ingawa sio sio mtu kukaa muda mwingi, ninapita kufanya kazi kama kuna jambo la like, kujifunza najifunza. Kama kuna jambo la kusikiliza like, nasikiliza, lakini vitu vingi sana mimi sipo. Kwa mfano sio mtu wa kutumia Facebook, yani sio mtu wa kwenda huko sana. Ni nipo WhatsApp labda na YouTube kidogo, sina vitu vingi sana kwenye sana kwenye simu, kwa sababu vingi ni vile ambavyo naviona, nawasiliana na watu kwa mfano wa nje wanatumia WhatsApp maa hmm, mengine sana siendi sana, kwa sababu siku yao sijaweza kujifunza hiyo vitu hmm, na kile ambacho sioni kikiletea faida na, na kiacha kile ambacho naona na, kinapata faida naweza nikakitumia. Kwa hiyo kwa upande kwa wangu bado sijaweza kutumia sana mitandao okay. Mm na naweni miongoni uh, kwa sababu kwa dunia ilivyo sasa hivi lazima tutapita kwenye nini, hata ma, mafundisho mahubiri, watumishi wa Mungu walio wengi sasa hivi wanatumia YouTube wanatumia social media kwa ajili ya ku spread kazi zao, na kwa kuhakikisha kwamba kwa neno la Mungu linasambaa kwa upana wake. Mfano, unaweza <coughs> ukao nyumbani, nahubiri bado wat nchi za nje wanakufuatilia like, kupitia uh, YouTube channels, kupitia Facebook, kupitia TikTok, lakini pia kupitia Instagram. mm -hmm. Ila wito wako sasa umezungumza kwamba matumizi yawe ni mazuri, kwamba mm -hmm. ikiwa ni kwa lengo la kujifunza hiyo hivyo, lakini, mm -hmm. lakini sio kwa ajili ya uh, kuleta taharuki, kuleta na mambo okay, mimi nafikiri mm -hmm. nafikiri walioanzisha mitandao waliopata ufunuo waliopata ujuzi wa haya mambo kwanza, ni sehemu. Mungu awabariki, yawezekana lengo lao mpaka wafikia lilikuwa ni nzuri, lakini kila kitu kikiletwa, mwingine anaweza kutumia vibaya mm -hmm. E, nafikiri kila kitu kikiangalia kinaenda vizuri, lakini matumizi huko kwetu sasa, wengine wanatumia wanatumia vibaya wengine wanafanya vitu vigumu, wengine wanajifunza vitu hatari. Kwa hiyo sasa nakuta kwamba hata vile yu lengo yule alianzisha pengine halikuwa hilo, lakini kwa upana ukifika kwa watu linapanuliwa, linawekewa mambo mengine, ndio inakuja kuwa hivyo. Lakini kwa ujumla mitandao yenu ni mimi ni mizuri, hata mimi na marafiki na marafiki Marekani, ambao tunawasiliana na marafiki nchi zingine, Uingereza na nchi zingine, na marafiki Kongo, Rwanda, nchi za Afrika huko na tunawasiliana kupitia okay, mitandao maana fuatilia kazi zao na wao wanafuatilia kazi zangu kupitia YouTube na kupitia WhatsApp na nini tunafanya, lakini kwa lengo la kutumia vizuri kasi hmm, na kwaweza kutumika hivyo hadi na hata hasari zile ambazo hmm, tunaziona katika makundi ya vijana okay, yeah. Asante sana. Uh, mfuatiliaji na mtazamaji wa Snada TV. Uh, mimi ni reporter wako nguvu John Hassan wa Snada TV lakini nyuma ya kamera yupo uh, ama Emmanuel Kimaeli Anton simu uh, tupo powered by Techno Tanzania, wanatoa huduma nzuri uh, za mawasiliano ya simu akuletea uh, simu mpya za kijanja kabisa Techno Tanzania, lakini tupo powered by, by Sustain ambao, uh, wapo mkoani Singida, wao wanaleta bidhaa nzuri kabisa, wako mkoa wa Singida, bila kwasahau Sangawe Glass and Aluminium pia wapo Uh, mkoa wa Singida opposite na jengo la CCM mkoani hapa. Huduma zao ni nzuri na ni bora na za uhakika, bila kuwasahau Royal Village Hotel uh, wao wanapatikana mkoa wa Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma na Singida. Huduma zao za malazi makazi, uh, swimming pool na burudani mbalimbali ni za uhakika uh, mpaka hapo ndio tamati ya kipindi chetu ama mahojiano yetu. Uh, nami mwenyekiti wa jumuia ya maridhiano uh, na amani Tanzania katika mkoa wa Singida, labda neno lako moja kabla hatujahitimisha uh, neno langu moja ni kwamba nimaliza kwa kusema salamu yetu ya jumuia ya maridhiano mm. kama Tanzania ni yetu mm. amani kwanza Amani kwanza, kwa kila jambo chochote anachokifanya tanguliza amani kwanza. Salamu yetu ya jumuiya ya maliziao na amani ni kwamba Tanzania ni yetu, amani kwanza, amani kwanza, Tanzania ni yetu, yetu. kumbe <laughs> kumbe uh, mahojiano yetu yalikuwa yamelenga zaidi <laughs> amani ndio, yes. Maana uh, nimekualika mwenyekiti um, wa jumuiya wa makitiano na amani Tanzania mkoa wa Singida. Karibu sana katika studio zetu sana akubariki, karibu. Amina.